Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa, ta wa barakatu ah, watukufu watazamaji wa chae tukufu ya Alhidaya, tuko katika eh, mkoa wetu wa Tanga, jiji la Tanga eh, lakini tuko katika eneo la Shamsia, na leo kuna tukio kubwa kabisa maarufu kama Tamta Day, na moja katika watu ambao tukutana naye ni Sheikh Muharram ibni Ali Wasembuli Sheikh ambaye ni imamu wasimraji pale Handeni, lakini kama haitoshi, huyu ni shekhe wa kata ya Kunjugo, lakini kubwa zaidi ni katibu wa mbunge wa eh, Handeni mjini. Muharram, kwa wa Shekh Muharram, kwa salamu alaykum wa barakatuh. Alaikumsalam Sheikh Muharram, unaweza kumweleza mtazamaji leo anatutazama leo katika sherehe hizi, faida na Tamtadei? Tamtadei na faida gani na. Kwanza, assalamu aleikum wa, wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa wa alaikum salaamu wa barakatuhu, mtazamaji mm. Leo tuko katika sherehe kubwa mm. ya kuadhimisha elimu mm. Faida ya kwanza mm. kwanza ni kuja kumumshe mashaallah, ni ma, ma, jambo ambalo ameniweka mwenyewe kwa wakati huu mm. kila ambaye alitabaru kupata riski ya ilmu maeneo haya mm. lazima watu wahudhurie katika jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu wat, watajuana mm. waliosoma zamani na wanaosoma sasa. Faida ya kwanza ni watu kufahamiana, mm. ambao wale wadogo wa, wana, wale wadogo wanaofahamu wakubwa wao na wale wakubwa wanaofahamu wadogo zao, ko ni jambo kubwa, lakini kubwa kabisa ameliweka mwenyewe Sheikh mm. Sheikh Muhammad Sheikh Ayub. Sheikh Muhammad Sheikh Ayub mm. Masha Allah, asante. Sheikh Muharram, labda wewe furaha yako unapokuja hapa wewe furaha yako unajisikiaje? na na labda siku kama hukuhudhuria, kuna kitu gani unakipata katika mwili wako au katika moyo wako? Kwanza mimi sipohudhuria hapa naisikia Allah Allah na takia ianze eh, kama sikuja basi na udhuru ambao umenizuia hmm, lakini sijawahi ku, kukosa ku, ku, kuikosa tamtadei. Unawaambiaje wale ambao wamesoma hapa na hawahudhurii tamtadei? Nawaambia maneno ya shekhe mwenyewe shehe <laughs> <frame> <ideals> wao waliokuwa nao hey viema vyao walivyokuwa navyo na guzi za watu wanazokula na nazi na vitunguu hapa ndio vimetoka hivyovyo vyao. Wanapoiacha Tamtadei wamemdharau shekhe, kwa sababu hiyo hii wa wanayoihudumia kwa sababu wameipata hapa. Kwa wakiacha kuhudhuria hapa wamedharau jambo kubwa ambalo ameliasisi mwenyewe Shekhe Muhammad ni Shekh Ayub. Ah, asante ah, bila shaka Ah, watazamaji mmemfaidi Sheikh Muharram ibn Ali namna alivyokuwa naweka mambo na kueleza faida za kuhudhuria katika Tamta Day na hasara za eh, za kutohudhuria katika sherehe hizi za Tamta Day, kwani ni kuadhimisha ilmu, ni kumadhimisha mtume, ni kumwadhimisha mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulia hapa hapo, uweze kuona matukio yanayojiri hapa, tutakuonyesha hatua kwa hatua. Wa billahi tawfiq toufi, wassalamu alaykum wa la afwa minkum wa ila liqa.